E bwana, bila kusahau lile jambo letu leo, ndo limewadia na leo ndo siku yake muhimu, ilikuwa inasubiriwa siku mwafaka, mapenzi kwa saani ndani ya nyumba kwa dada yetu shishi au Silole mwenyewe, mama la mama, mwenye mji wake, mwenye mkoa wake, mwenye dodoma yake. Sio, umeelewa? Leo ndo mapenzi kwa saani, lile jambo letu ndo leo na linafanyika hapa, kama unavyoona maandalizi yanaendelea. Mambo ni moya moya, mambo ni moto, hatuko kupoa. Watoto wa mjini wanakuambia eneji ile, ile, mambo kwa saani. Mnaambiaje mlembo? Hebu nipe ratiba leo jamani. Kama leo mnavyoona, tuko shifuni dodoma kama mnaoomeza ikati na kwa jishika. wale mbao bado hawajakata wanaweza kuwai, tiketi zipo na meza zipo za watufudenge, kwa hiyo mwai kawale mapema kabisa. Shuli sio jambo dogo, si unajua ndani ya Dodoma. Dodoma ni sehemu ni moja tu inaosikilizika na watu wanaoitazamaii, kwa watu wazuri wanapendaga sasampa Ha -ha. Hapa alipokuja, alinuna we babu, una lorote babu, umechakaa, lakini nilipotoa sasampa, kwani babu umekuja mwenyewe? hata napona mi nitakuja na mtu kubwa huu. Oya mambo kwa sani, kwa shishi bebe, mambo ndio tunanongesha mapema kabisa naipa, kwa hiyo mjiandaye, mje mje, unaweza kuja kukuta unapata mahusiano mapya leo. Leo ndio siku ya kupata mahusiano mapya au sio? Huwezi kukosa nini mambo kwa mpea. Sahani leo kwa shishi baby, leo ndio siku ya kupata mahusiano mapya mm -hmm. E, kwa wale ndugu zangu kama mimi wenye mikosi, wenye kuambiwa usipige tena, leo naambiwa waendelea kupiga e, mapenzi kwa sahani kwa shishi baby ndani ya Dodoma, leo ndio siku ya kupata mahusiano mapya kwa wale ndugu zangu wenye mikosi kama mimi wanaambiwa usipige tena. Leo tena leo naambiwa piga tena, anza kupiga <laughs> masomi hai